Tukua naendelea katika kipindi hichi cha mafunzo pamoja na ushuhuda. Na nilikuwa na ndugu Shadrack hapa amesikia jinsi ameweza kuambia kuhusu mafanikio yake, kuhusu kufunguliwa kwake, kuhusu jinsi ameweza kupata mkono wa Bwana kutenda kazi katika maisha yake. Alikuja kwangu akiwa na shida, akawa hana usaidizi wowote, kazi hana. Anateseka huko nje akiangaika. Lakini Mungu akaweza kumuinua. Mungu ameanza kumuinua, Mungu ameanza kumtendea na ameanza kupata amani ya Bwana kitenda kazi katika maisha yake. Kwa hivyo naomba watu wa Mungu wale wanaosikiliza katika kipindi hichi, eee, katika muda huu, kupitia haya maandiko, kupitia hili neno la msingi, mkiweza kufuatilia chaneli yetu na kuweza kusubscribe na kuweza kushare kucomment pale na kuweza kujiunga pamoja nasi kwa ajili ya ushauri wa kimaombi, Mungu ataweza kukuinua, Mungu atakutendea, Mungu atakupa neema, utaona ukiinuliwa. Hivyo ni swali la mwisho namba nitamuuliza ndugu Shadrack, yaani yeye mwenyewe anasemaje kuhusu wale wengine ambao wako na shida, wale ambao wanahangaika, huenda anaweza akawaambia namna gani kuhusu kuhusu hili neno la Mungu na ushauri gani kwao atawaambia, kwamba neno la Mungu wakifuata litawafanyia nini? Ndugu Shadrach, unaambia hawa watu kwamba wapo, watafuata neno la Mungu, nawafuatilia katika mafunzo, nini ambao wataweza kuona katika maisha yao? Uh, kama uko mahali na uko na shida yes, ukikuja hapa kufuatilia mchungaji Joel yes, ataweza kukusaidia na yes, ataweza kuombea Yes. hata kama una kazi yes, tuweza kupata kazi Yesu na... Yes, apewe sifa watumishi wa Mungu. Siku ya leo niweza kutana na ndugu yangu mali hapa ya, ambaye tumetoka naye mbali, tumekuwa tukiangaika katika maisha, nikakuja, akaniomba ushauri, akaniambia kwamba mchungaji, leo hii nataka unisaidie katika mambo ya kimaisha maisha, maisha yamenitatiza, nimeisha kutafuta kazi, isipati kazi nikipita katika njia nikiuliza kazi, watu wananiona kwamba mimi sistahili. Lakini akaniambia kwamba ndugu yangu, leo hii naomba unisaidie, unisaidie kimaombi, ili njia zangu za kazi ziweze kufunguliwa. Nikamwambia kwamba wapo, umeamini katika njia ya maombi kwa kupiga magoti, na uamini kwamba Mungu atakusaidia. Mungu hakika ataweza kukusaidia. Kwa hivyo nataka tu atasema jina lake aseme jinsi anaitwa, tukiendelea na kisha nitamuuliza swali moja kuhusu jinsi alivyokuja kuniuliza mambo ya kazi. Je, aliweza kupata kazi hiyo? Hapo tuenda nikuulize. Kwa majina, ndugu yangu, unaitwa nani? Uh, kwa majina yangu kamili naitwa Shadrack so, Kangu mm -hmm. na natoka katika mm -hmm. mji wa Kakamega yes na nimekuja hapa kwa siku ya leo kwa ushauri niweze yes. pata ushauri yes. nione maisha yangu itaelekea wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ya, umesikia jinsi ambavyo ya ya ameweza kuambia kwamba amekuja ili kuweza kupata mafunzo kuweza kupata ushauri kupitia katika neno hili la msingi ili aweze kuona jinsi maisha yake itaweza kuendelea, kwa maana maisha yake, kusema ukweli, maisha yake yako ya nyuma yamerudi nyuma hana kazi, hana mapato katika familia. Yeye mwenyewe anajitegemea ila yale mategemezi na ambaye anaweza kuyapata hapati, hapati hata kazi ya kuweza kumkalisha katika mji huu wa Nairobi. Ndiyo maana tukamleta mali hapa, aliponitafuta nikamwambia kwamba kupitia katika neno hili la msingi, kutu kutu, kutu, kutu, follow, kutu subscribe kupitia katika this channel yetu ya Disciples eh, Official TV ama unaweza Apostol Lameck Kimsungu na utaweza kutupata pale. Nimesikia mtu akiniuliza pale akaniambia Joel tumemzoea tumekaa na yeye kwa muda. Kwa nini yeye alifika wapi? Ndio akafika hadi ameinuliwa pia yeye. Ameanza kusaidia vijana pia kuwaelekeza katika njia ya Mungu. Wacha niwaambie huyu aliyeniuliza aliyani, hilo swali kwamba eh, ukiwa ukiwa na baba yako na ufuate njia za baba yako na, na zikiwa ni njia sahihi zitaweza kukusaidia na hailingani kwamba baba ni yule na ambaye ameweza kukulea kwa sababu unaweza kuwa na baba na ambaye amekulea, lakini njia anayokaa sio njia ya msingi. Kwa sababu wewe unajua maisha yangu, unajua kwamba baba yangu, njia anayoikaa sio njia ya msingi, lakini nilipopata baba yangu wa kiroho ambaye ni apostola Lameck Msungu, ambaye aliweza kunichukua nikuwa kijana ambaye nime, nimepotezwa na mambo ya dunia, akawa akaweza kunielekeza nikawa kama mwanafunzi wake nikawa kila wakati ananishauri, ananipa ushauri kila wakati, anakaa pamoja na mimi kunifunza, ili angalau at least pia mimi niweze kujua njia ya Mungu. Ndiyo maana mumeona nimeinuliwa pia mimi na kama mimi nimeweza kuinuliwa hadi pia mimi nimeanza kuinua huyu. Je, wale na ambao mkorotikando na mtaka kuinuliwa, je mkitufuata ama mfuate baba yetu ama mfuate katika channel hii, katika mafunzo haya ya Mungu, simwamini kama mtaweza kuinuliwa, kwa maana mimi nileinuliwa na yule na ambaye na aliweza kuuliza kwamba mimi nilifika wapi, mimi niko na baba yangu wa kiroho, na wanasemanga like like father like son. So ukiona pale niking'aa katika njia ya Mungu, nikupitia katika baba yangu ambaye apostol amba amba ni apostle Lameck Msungu, ambaye ameweza kunikuza kiroho, amenilea ndio.